Ukubwa wa skrin tutakaoifunga Jumapili ni kama kutoka Keko Furniture hadi, hadi, hadi Magomeni Mikumi. Ukubwa wa skrin hii natosha, mwambianga ni kubwa sana, yaani lengo letu watu tumwone Morris Abraham vizuri siku hiyo siku hiyo umuone vizuri Jonathan Soa, siku hiyo umuone vizuri Jean Shale Ahua. Ndiyo maana tunafunga screen kubwa ili watu wakae waenjoi, na mnakumbuka last time watu waliko wengi sana hasa kwenye watu wengi, huwezi kufunga ka, ka, ka, ka TV kama kasebuleni, lazima ufunge dude kubwa ili watu wakikaa, wanaangalia wanaenjoy, na hayo maajabu yote yanafanywa na Mokola pamoja na NMB. Kwa hiyo skrini ya maana, mtu hata mtu hata akikaa akikaa za kiemu, ana uwezo wa kuona mwembe yanga na akaona boli vizuri kabisa. Ndugu zangu waandishi wa habari, baada ya kusema hayo natumai e, nimeeleweka vizuri. Kama kuna maswali mawili matatu, basi tupokee, na baada hapo tutambane tu, tu, tu, tu, tu, tu ndio jana siku ya Jumapili kwenda kuiona timu yetu pendwa ya Simba Sports Club, klabu ya Simba tumeandaa utaratibu maalum almaarufu big screen kwa ajili ya kuwakusanya wanasimba pamoja na kwenda kuangalia mechi hii pamoja siku ya Jumapili. Sisi timu yetu ni ya kijamii, kwa hiyo huwa tunapenda kukutana pamoja wanasimba wote, na makutano yetu huwa ni Benjamin Mkapa, lakini Benjamin Mkapa tumepigwa stop kuingia siku ya Jumapili kwa maana ubaya ubwela part 2 imeanza kutuuma sisi wenyewe. Kwa hiyo siku ya Jumapili, wanasimba wote wa Dar es Salaam tutakutana eneo la Mwembe Yanga kwa ajili ya kuangalia mechi kwa pamoja. Kwa hiyo yote ambaye anahitaji kukutana siku hiyo, tukutane hapo Mwembe Yanga, tutaanza kama kawaida na burudani zetu za hapa na pale, tutapata mziki wa kutosha pale, na muda ukifika tutakaa kwa pamoja na kuangalia mechi. Kama ilivyokuwa mechi dhidi ya Constantine, ndivyo ambavyo tunakwenda kufanya mechi hii dhidi ya Gaborone United. Na kuelekea katika mechi hiyo, tuchukue nafasi hii kuwashukuru kweli kweli Mokola kwa kutudhamini na kusimamia kikamilifu mpango huu wa kuandaa big screen kwa ajili ya wanasimba. Mo Kula, ambaye ni mdhamini wetu Simba Sports Club, amesema hayuko tayari kuona wanasimba wanakaa kinyonge siku ya Jumapili, kuona wanasimba kila mmoja anaangalia mechi nyumbani kwake, na badala yake amefanya juhudi kubwa za kuhakikisha ya kwamba wanasimba wote tunakutana Mwembe Yanga, tunaangalia mechi kwa pamoja, tunafurahi kwa pamoja, na baada hapo kila mtu anaondoka nyumbani kwake akiwa ameridhika kweli kweli. Kwa hiyo wale wote wenye dhamira ya kuja kuangalia mechi katika uwanja huo wanakaribishwa, ni bure. Hakuna masharti wala kiingilio. Sharti pekee, kila mwana Simba avae jezi ya Simba siku hiyo, na avae jezi mpya ya J-root siku hiyo. Usije na jezi ya zamani jumapili hiyo. Hilo ndo sharti pekee la kuhakikisha kwamba tunainogesha siku yetu na vinywaji vya moko. Jua ni kali pale Mbeanga, lakini vinywaji vya, vya mookola vitakuwepo pale e, mokola zote flavor zote unajua, e, kuna ile ya bongo ina unyama hiyo, kaka mm. Lakini vile vile tutakuwa na benki ya NMB kwa ajili ya kusimamia zoezi zima la shughuli yetu hii iende sawasawa siku hiyo. Na benki ya NMB, ukiachilia mbali kudhamini tukio hili la big screen, lakini watumishi wa um, watumishi wa NMB watakuwa pale kwa ajili ya kutoa misaada mbalimbali kwa wanasimba ambao wanahitaji kujiunga na benki ya NMB ama yote, ambaye atakuwa na changamoto yoyote watu wa NMB tutakuwa pale kwa ajili ya kuwahudumia wanasimba. Kwa hiyo ukiachilia mbali kupata burudani ya kumwangalia mnyama kwenye big screen, lakini tutakuwa tunapata eh, huduma mbalimbali mbali za NMB pale. Ukitoka hapo, mwana simba mambo yako yanakuwa yamenyooka kweli kweli. Kwa hiyo yote ambaye ana changamoto yote ambaye anahitaji kujiunga na NMB, anahitaji kupata elimu kuhusiana na <laughs> kubwa wa skrin tutakayefunga Jumapili ni kama kutoka Keko Furniture hadi, hadi, hadi Magomeni Mikumi. Ukubwa wa skrin hii na tosha, mwambianga ni kubwa sana. Yani lengo letu watu tumuone Morris Abraham vizuri siku hiyo, siku hiyo umwone vizuri Jonathan Soa siku hiyo umuone vizuri Jean Shale Ahua. Ndiyo maana tunafunga screen kubwa, ili watu wakae waenjoi. Na mnakumbuka last time watu waliko wengi sana, hasa kwenye watu wengi, huwezi kufunga ka, ka, ka, ka TV kama kasebuleni, lazima ufunge dude kubwa, ili watu wakikaa, wanaangalia wanaenjoi. Na hayo maajabu yote yanafanywa na Mokola pamoja na NMB. Kwa hiyo screen ya maana mtu hata mtu hata akikaa akikaa za kiemu ana uwezo wa kuona Mwembeyanga na akaona boli vizuri kabisa. Ndugu zangu waandishi wa habari, baada ya kusema hayo natumai, e, nimeeleweka vizuri. Kama kuna maswali mawili matatu, basi tupokee, na baada ya hapo tutambane tu, tu, tu, tu, tu, tu ndio.